Mamia ya waandamanaji walimiminika mjini leo kushiriki maandamano ya kumwomboleza na kupigania haki kwa mwanablogu aliuawa mikononi mwa polisi, Albert Ojwang. Milio ya vitoa machozi ilitanda angani huku wingu zito la moshi likienea katikati mwa jiji. Barabara zilifungwa na wenye magari walikwama. Polisi walitapakaa kila kona, wakiwa na silaha na mavazi ya kuzuia fujo. <coughs> Wengine walitazama kwa mbali, wakijawa na hofu na masikitiko. <coughs> <coughs> Maandamano haya yalikuwa sauti ya umma, kilio cha haki kwa Ojwang. Ni kama kawaida tu sasa polisi wakiona maandamano, hata kama ni ya amani, lazima nguvu itumike. Leo walivuka mpaka. Kijana huyu alikuwa amejihami na bendera tu, kabla ya kurushiwa kitoa machozi usoni. Alafu niambia, osi wauaji. Wamezoea kupigwa na kuzimwa kwa maandamano, lakini leo imekuwa sinema ya huzuni. Wanalilia haki, ila majibu ni vitoa machozi katika jumba la Jogoo, waandamanaji walimba nyimbo za uzalendo na kumtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu mara moja. Kitu so, ya kwanza eh, polisi wamego against constitution, article 49, na tupatia right of arrested person. Hizo zote wamezifunja, hawajafikisha comrade komred kotini. Alafu kitu ya pili article 26 right to life bado wamei break Hakuna venye komredi anaweza kufia kwa sel, and then tukuje tuambia atalijipigisha ukuta. You see, we want justice for Ojwang. We want DIG to to retake. I want we want DIG to resign immediately and to face prosecution. Mita chache kutoka hapa watu wawili walijeruhiwa kwa risasi za mpira na walikimbizwa hospitali. <tumua, <tumua, <tumua> <tumua> kulikuwa na uharibifu mkubwa taa za barabarani zilivunjwa na nyaya za umeme zilikatwa au kuharibiwa vibaya. Cha kutamausha zaidi, magari mawili yalichomwa na kuteketea kabisa. Hali ilikuwa ya taharuki na huzuni kila kona. Mtazamaji, magari haya mawili, hili na hili hapa, muda mchache uliopita, yalikuwa barabarani safi kabisa yakitembea, lakini sasa yamesalia kuwa majivu a, kutokana na maandamano ya leo. Je, ni lazima uharibifu kama huu uweze kutokea, damu uweze kumwagika ili hatimaye haki iweze kupatikana? Maandamano ya leo ni ukumbusho kwa polisi na serikali kwamba ukatili wa polisi lazima ukome. Vijana hawa hawatakata tamaa hadi waliomuua Ojwang wakamatwe na kuwajibishwa kisheria. Majibu Kitsao, runinga ya K24.